Baada hapo nilifanya zoezi la kufika kwenye eneo la tukio. Alipofika kweli nilimkuta mtu yuko chini ya transforma za hapa kwenye mnara. Katika hali ya mahojiano nilimhoji, akasema ni kweli nilikuja hapa kwa ajili ya kuja kuiba waya za kopa ambapo waga na kisha iba anazisafirisha kupeleka Mwanza. Ukaendelea kumhoji anasema kwamba sio hapa tu, ni mzoefu. Waga anafanya matukio haya metoa wizo kwa wananchi wote wanaojihusisha na vitu kama hivi ya kuharibu miundombinu na hasa ya serikali. Yale ni utovu wa nidhamu, ni hujuma, ni ni ya miundo mbinu ambayo imekuwa ikifanywa na baadhi ya wananchi ambao sio waaminifu. Mwananchi huyu alikuwa akijaribu kuiba nyaya za protection ya transformer kwa maana waya wa earthing, pamoja na waya wa neutral. Kwa hiyo alifanya uhalifu katika transformer tatu akiwa anajaribu kupanda juu akakutana na umeme mkubwa wa 33 kV. Ndio alipogusa ule umeme aliweza kupigwa shoti na kuanguka chini. Kwa hiyo hapo mnapomuona, tulimkuta hapo akiwa amezirai, na kwa sababu ya wizi aliotaka kuufanya alikuwa akijaribu kukata nyaya za umeme za kopa. Huo ni umeme mkubwa ambao hata sisi wenyewe kimsingi hatuwezi kufanya kazi umeme huo ukiwa live. Huo ina lazima, lazima tukate umeme then kuweza kufanya maintenance au matengenezo ya transformer. Ni umeme wa 33 kV. Napenda kwanza kuvikemea vitendo hivyo, maana ni uharibifu mkubwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Unaweza ukasababisha kuunguza vyombo vya wateja. Kwa mfano, unaona matransfoma yaliyopita, amekata waya wa nyutro, e, wateja wamelalamika, wanaunguza vyombo vyao, wengine wameunguza mpaka taa. Lakini pia rai yangu ni kwa wananchi waendelee kutoa ushirikiano madhara kama haya yanapokuwa yakitokea, watu watu wahalifu wa namna hii basi wasisite kuweza kutupa sisi taarifa au kuwasiliana na jeshi la polisi. Ye, lakini baada ya kumsogelea wakaanza kumoji, alitoa majibu mwenyewe moja kwa moja kwamba tayari alikuwa amepanda juu na alikuwa anaiba nyaya za TANESCO hapa. Inaonekana amekamatwa hapa, alikuwa anaiba nyaya za serikali. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ikamtokea yaliyomtokea. Kwa hiyo tunaomba tabia kama hizi hapa zinatakiwa zikomeshwe, kwa sababu ujinga mtu anayeufanya wa namna hii matokeo yake ni haya. Kwa hiyo nawaomba vijana kama vijana, hebu wajitahidi kujituma na kufanya kazi, sio kazi za kufanya kama hizi <tune>